Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 28 kipindi cha kawaida cha mwaka mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya saba. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ya 11 aya ya 29 hadi aya ya 32. Karibu tusikilize Injili. Makutano somo la Injili lilivyoandikwa na Luka. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya. Kinatafuta ishara wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni. Tutafakari pamoja injili ya leo, kama tulivyosikia, tuongozwe na ujumbe usemao imani ya kweli haitegemei ishara. Injili ya leo inaanza kwa maneno mazito ya Yesu kuwa kizazi hiki ni kizazi kiovu, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara yoyote ila ishara ya Yona. Maneno haya yanagusa hali halisi ya ulimwengu wa leo. Watu wengi wanataka mambo ya haraka yanayoonekana au yanayoshangaza. Vivyo hivyo, katika maisha ya kiroho, watu wengi leo wanatafuta ishara, mfano ishara za uponyaji, mali, mafanikio au miujiza mikubwa, hata isiyo na uhusiano wa kweli na Mungu. Yesu alikuwa anawaambia makutano, lakini leo anatuambia mimi, wewe na yule kuwa tusitafute ishara, kwani ishara ya wokovu tayari ipo ambayo ni Yesu mwenyewe aliyeteswa, akafa na kufufuka. Katika yeye tunapata kile ambacho kila ishara ingekuwa kivuli chake tu kwetu wa Kristo. Jumbe huu unatukumbusha kuwa imani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya matukio ya nje, bali juu ya imani hai katika Kristo anayeishi katika sakramenti na neno lake. Hapa ndipo kanisa linatuongoza kwenye Ekaristi ambayo ni ishara kuu ya upendo wa mungu kwa binadamu. Rejea katika simu ya Kanisa Katoliki namba elfu moja mia tatu ishirini na tatu. Wapendwa wa taifa la Mungu, je, mifano hii ina maana gani kama ilivyotumiwa na Yesu wakati akiwaambia makutano? Yesu anatoa mifano hii miwili, ambapo mfano wa kwanza ni juu ya Yona na watu wa Ninawi. Anasema kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa ishara kwa kizazi hiki. Yona alipohubiri Ninawi hakufanya miujiza yoyote, bali alihubiri neno la Mungu kwa ujasiri na unyenyekevu. Watu wa Ninawi walitubu, wakafunga na Mungu akawasamehe. Yesu anatuonyesha kwamba toba ni ishara halisi ya uwepo wa Mungu zaidi ya miujiza. Kama watu wa Ninawi waligeuka kwa sauti ya Yona, sisi tulio na Kristo kwa nini tusibadilike zaidi? Mfano wa pili ni kuhusu malikia wa kusini. Malikia wa kusini atasimama wakati wa hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki naye atawahukumu. Malikia huyu alitoka mbali, labda zaidi ya kilomita elfu mbili ili atafute hekima ya Mungu iliyokuwa ndani ya Sulemani. Rejea Kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya kumi, aya kwanza hadi aya ya tisa. Yesu anatuambia kuwa kama yeye aliye hekima ya Mungu mwenyewe yupo kati yetu, basi tunapaswa kuwa na juhudi zaidi kutafuta maarifa ya Mungu. Kwa sisi wa Kristo, huu ni wito wa kujifunza neno la Mungu, mafundisho ya Kanisa na kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Je, tunajifunza nini hasa katika Injili hii? kama nilivyosema mwanzo kuwa ujumbe mkuu ni imani ya kweli, haitegemei ishara. Imani ya Kristo haijengwi juu ya kuona bali juu ya kutumaini, maana tuenenda kwa imani si kwa kuona —rejea Walaka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya tano aya ya saba. Yesu anawakemea wale wanaotaka kuona miujiza kwanza ndipo waamini. Imani ya kweli inaanza pale tunaposema, ninaamini hata kama sijaona. Kwa mfano, Mama Maria alipokea habari ya malaika Gabrieli bila ishara ya nje bali kwa imani kamili. Rejea Injili ya Luka sura ya kwanza aya 38. Vivyo hivyo Mtakatifu Yosefu aliamua kumlinda Maria kwa imani bila kuuliza maelezo. Kwa hiyo sisi wa Katoliki tunapaswa kuishi imani inayokubali mapenzi ya Mungu hata wakati hatuoni matokeo ya haraka. Hiyo ndiyo imani ya kweli hata kumwamini Kristo aliyejificha katika maumbo ya mkate na divai. Jambo la pili la kujifunza ni toba, ni ishara ya uhai wa kiimani. Watu wa Ninawe walitubu kwa moyo wote, wakageuka kutoka maovu yao. Yesu anasema watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu, watahukumu kizazi hiki. Toba ni jambo la msingi katika maisha ya Kikatoliki. Ndiyo maana kanisa lina sakramenti ya upatanisho, njia ya kufanya upya mioyo yetu. Tunasoma katika katika simu ya kanisa Katoliki namba 1431 na ambapo inasema toba ya ndani ni mabadiliko ya moyo kuelekea kwa Mungu, kuachana na dhambi na azimio la kuishi maisha mapya. Toba hii inaweza kuonekana kwa vitendo. Mfano, mfanyakazi anayeacha udanganyifu kazini, mtu anayesamehe jirani aliyemkosea, kijana anayeacha ulevi au uasherati kwa ajili ya imani. Hii ndiyo ishara halisi ya uhai wa kiroho, na kila wakati tunapotubu tunashiriki katika ishara ya Yona, kutoka tumboni mwa samaki wa giza kuelekea mwanga wa Mungu. Je, mara ngapi mimi na wewe tumekimbilia sakramenti hii ya upatanisho? Mara ngapi tumekuwa tukifanya tathmini katika maisha yetu na kuona kama yanampendeza Mungu ama sivyo? Wakati mwingine tunajidanganya na kujiona kama tupo safi na hatutendi dhambi. Si ajabu kusikia mtu akisema, sijaungama tangu mwaka juzi Wakati mapadri wenye kutoa sakramenti hiyo kwa mamlaka waliopewa na kanisa huwapo. Wakati mwingine tunaona kuwa tuna muda wa kutosha, hivyo tutabadilika tu. Wapendwa taifa la Mungu, tukumbuke kuwa hakuna ajuaye kesho, hivyo wakati uliokubalika ni sasa. Tuanze upya kwa kufanya toba. Jambo la tatu la kujifunza katika injili ya leo, tutafute hekima ya Mungu, siyo ishara za dunia. Wapendwa wana wa Mungu, Malkia wa Kusini alitafuta hekima, si ishara. Yesu anatuambia na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Kwa hiyo hekima mwenyewe, waraka wa kwanza wa kwa Korinto, ya kweli ni Kristo mwenyewe, rejea waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa sura ya kwanza aya ya ishirini na nne. Hekima hii inatufundisha kuishi kwa utulivu na busara katikati ya dunia yenye kelele nyingi kumcha Bwana ndiyo chanzo cha hekima. Rejea kitabu cha Mithali sura ya tisa aya ya kumi. Hekima hupatikana katika neno la Mungu tunalosoma au kulisikia kila siku, ikiwemo tafakari hii unayoisikiliza sasa, katika sakramenti hasa sakramenti ya Ekaristi na Upatanisho. Lakini vilevile vile hekima inaweza kupatikana katika mafundisho ya Kanisa na watakatifu. Kwa mfano Mtakatifu wa Augustino alisema kila anayetaka kuona kuwona ishara ya Mungu aanze kwa kuangalia ndani ya moyo wake. Hekima ya kweli inatufanya tuishi maisha ya utakatifu, si kwa kujionesha, bali kwa kumpenda Mungu na jirani. Wapendwa wana wa Mungu, je, tufanye nini katika ulimwengu wa leo? Katika ulimwengu wa kisasa uliojaa sayansi, teknolojia na habari za haraka, watu wengi wanauliza, je, Mungu bado yupo? Kwa nini hatuoni ishara? Lakini tunasahau kuwa ishara kuu ilishatolewa, ambayo tunaweza kuiona kupitia msalaba na ekaristi takatifu. Yesu Kristo mwenyewe ni ishara ya Yona, alishuka kabulini siku tatu na kufufuka, na kila misa takatifu ni ukumbusho wa ishara hiyo. Kristo anakuja katika maumbo ya mkate na divai, akibaki nasi kweli kweli. Rejea Injili ya Yohane sura ya sita, aya ya hamsini na moja, hadi aya ya hamsini na nane. Papa Francisko alisema katika Evangelii Gaudium, Yesu Kristo yupo hai na anataka tuishi naye, si kumbukumbu kumbu ya zamani, bali rafiki hai anayebadilisha maisha. Kwa hiyo sisi wa Kristo hasa Wakatoliki tunaitwa kuona ishara ya Yona siyo kama historia ya zamani, bali kama wito wa kuishi imani hai, toba ya kweli na hekima ya kiroho. Mpendwa msikilizaji, kumbuka Yesu ndiyo ishara ya wokovu, alikufa akazikwa na siku ya tatu akafufuka kwa utukufu. Hiyo ndiyo ishara kuu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu wote. Tusiwe kama kizazi kinachotaka ishara mpya kila siku kama watu wa Ninawi. Kwa njia hii tutakuwa wakatoliki wa imani hai, si wa jina tu. Tusiwe watu wa kuwayawaya na kuyumbayumba, tusiokuwa na mwelekeo, leo upo hapa, kesho pale, ukitafuta ishara au miujiza. Wakati mwingine huo huweza kuwa ni upotevu tu wa muda. Tukumbuke na kujivunia kuwa ndani ya Kanisa Katoliki kuna utajiri wa kila namna, zikiwemo sakramenti Je, huko nje tunaenda kufanya nini? Tunatafuta nini ambacho hakimo ndani ya kanisa mmoja takatifu katoliki la mitume na la kimisionari? Wapendwa wa wakristo wenzangu, aidha tuepuke matapeli wanaotudanganya kwenda kutafuta ishara na miujiza tu. Huo nao huweza kuwa ni uchawa tu ambao ndani yake umejaa uongo wenye kulenga manufaa binafsi na si kujali utu wa mwanadamu na kuponya ulimwengu mzima kimwili na kiroho. Kwa wasiofanya kazi wakitegemea tu ishara na miujiza, tufanye kazi kwa maombezi ya Bikira Maria, hasa tukiwa katika mwezi huu kama tulivyowekewa na mama kanisa, kwa ajili yetu kusali kwa mama huyu, tumuombe atuombee kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliye ishara ya wokovu wa Baba, atupe imani ya kweli isiyohitaji ishara. Mioyo yenye toba na unyenyekevu na akili zinazotafuta hekima yake. Ninakushukuru kwa pa kutafakari pamoja nami njili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratel Alex Cassian Augustino Lembele wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu tuka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!